Jina langu naitwa Noah Edson Mwakisu, diwani wa kata Ilomba, nipo kwenye ofisi za chama wilaya Mbeya mjini. Lengo la kuwa hapa ni kurejesha fomu za umeya wa jiji la Mbeya, na mimi ni mgombea wa umeya kwenye hili jiji la Mbeya, kwa hiyo kuwa ni miongoni mwa wagombea, na leo ndio mwisho wa kurejesha fomu, nimekuja kurejesha fomu kwa nini na ni kitu gani kilichonisukuma kugombea umeya? Jiji hili linahitaji ukombozi wa kweli, hivyo tunahitaji kuliweka katika ramani ya dunia, na mimi naamini ni mmoja wapo ambaye inaweza nikarejesha katika mazingira hayo, kwa kushirikiana na, na madiwani wenzangu, hivyo kuwa jiji hili lipo katika mazingira mazuri, lipo katika position na location nzuri ya kiuchumi ni jiji ambalo linakuwa kwa kasi, linahitaji kiongozi mwenye maono na upeo kufuatana na mazingira na hali yenyewe ilivyo. Hivyo basi, ninawasihi ndugu zangu, muweze kuniombea ili niweze kupata hii nafasi, tuweze kulisukuma hili gurudumu kwa umoja wetu na pamoja yetu, ili kusudi malengo tuliyojiwekea sisi wana Mbeya na wazee wetu, maono yenu ya kuliona jiji linakuwa la mfano duniani yanatimia. Ni wakati sasa wa kuamka, kuchagua meya atakayeendana na hili jiji, anayeweza kuendana na kizazi hiki cha Gen Z, maana ndio eh, ambao tunakubaliana nao kwamba ndio vijana wengi ambao wanalizunguka hili jiji na ndio wazalishaji wa uchumi wa hili jiji. Ni jiji ambalo tuna uwezo tukaliingia duniani, endapo tu tutapata kiongozi aliyebora. Vijana ninawasihi na kuwaomba wezeni kuilinda jiji lenu, litunzeni kama mlivyolitunza miaka yote, ili kusudi tuweze kunufaika nalo, maana sisi hili ndio jiji letu, hatuna jiji lingine. Hivyo nipo hapa kama kijana mwenzenu, kuwakilisha na kurudisha fomu za kugombea umeya. Ninaomba baraka zenu na muwe pamoja nami wakati wote, asante.